Tunapoomba mbele za Mwenyezi Mungu ambaye ni Mungu wa amani, tunaomba amani katika taifa letu. Vurugu zote ambazo zinaleta viashiria vya machafuko, tunaendelea kumwomba Mungu avitokomeze mbali katika taifa letu. Tumezoea kuishi katika taifa hili la Tanzania kwa amani na tunafanya chaguzi zingine zote tunazimaliza kwa amani. Tunaomba hata mwaka huu Mungu aweze kutusaidia tumalize uchaguzi huu wa amani. Bila amani, nchi inakuwa iko iko hatarini sana. Kwa sisi raia wema, tunahitaji amani sana ya nchi na bila, na bila amani machafuko yanakuwa ni mengi sana. Niombe kitu, uchaguzi huu ujao wa miezi ijao hapa tunaomba uwe wa amani. Sera ziwe nzuri, watu watangaze sera zao vizuri, kisha tupate viongozi walio bora mbele ya taifa letu. Uchaguzi upo, lakini baada ya uchaguzi kuna maisha. Kwa hiyo uchaguzi hauwezi ukaondoa amani, ambayo baada ya uchaguzi kuna maisha. Kwa hiyo sisi tunasema tuna, tuna, tuna, tuna, tuna kwamba uchaguzi ukiwepo, ina maana utatupa fursa ya kuchagua kiongozi atakayeendeleza amani kama ilivyo. Sasa mimi niombe kwamba asitokee hata mmoja ambaye atatamani kuiondoa amani tuliyo nayo Tanzania. Na hayo niombe Mungu atusaidie tuyaishi sisi sote kwa umoja wetu wa Tanzania, tusigawike katika siasa za aina yoyote.